Wanasihi sana viongozi wa dini ni kwamba tunakoelekea tutakuja kutengeneza tatizo kubwa, ambalo tatizo hili hatutoweza tena kuja kukaa pamoja na kuliconcile, kwa sababu madhara ya kuingia katika malumbano ya kidini na vita vya kidini ni mabaya zaidi kuliko masuala mazima ya kisiasa. Kwanza tukiri na tukubali kwamba kuna vitu ambavyo vimetokea, vimekwenda wrong, lakini mwisho wa siku panapotokea matatizo katika nchi ni nini? Tufanye nini? Kikubwa zaidi ni kuweza kukaa na kuzungumza. Hakuna pahala popote mnapoweza kufikia katika mwafaka bila ya mazungumzo, haiwezekani. Tanzania pametokea matatizo hayo, lakini hayajafikia uzito wa Palestina. Waisraeli na Wapalestina wameuana malaki na mamilioni, lakini at the end of the day tumeona, takriban kama miezi miwili nyuma, wamekaa wakazungumza, wakasitisha mapigano. Baada ya kusitisha mapigano, kila upande ukaelezea kile ambacho unachokihitaji. Hawa wengine wakapewa wafungwa wao, hawa wengine wakapewa miili yao, watu wakapumzika. Lakini kilichofanya mpaka kuweza kusitisha yale ni, mapi, ni, ni kusitisha yale mapigano na kukaa katika mazungumzo. Kwa hiyo mimi naendelea kusisitiza kwamba ili tufike katika yale ambayo tunayohitaji, tunahitaji kuweza kukaa kama taifa la Watanzania, kuweza kuzungumza na sana, viongozi wa dini, tuondoke katika mfumo wa kuyahusisha masuala haya 100% na masuala mazima ya kidini. Nitashangaa kumuona kiongozi wa dini anakaa anazungumza, anasema tunaona kwamba kwa sababu kuna upande fulani wamekufa sana, kwa hiyo sasa hivi wanasisitiza na upande mwingine nao pia aweze kushiriki katika maandamano ili na wao wakafi. Haya si maneno mazuri kwa wakati huu tuliokuwa nao, tunahitaji kuliunganisha taifa hili. Mathalan leo uki, ukisema tunaingia katika vita, mathalan tumetoka kwenye kisiasa tukaingia katika vita ya kidini mimi mke wangu alikuwa ni Mkristo, mama mke wangu ni Mkristo, baba mke wangu ni Mkristo, na shemeji zangu wote wanaume asilimia mia moja ni Wakristo. Lakini pia sisi tuna majumba, katika majumba hayo sisi Waislamu tumepangisha Wakristo, na yako majumba mengine ya Wakristo mpanga Waislamu, ndio tunaishi hivyo. Lakini utamaduni wetu sisi katika kuondoa matatizo kimsingi, mara nyingi sana matatizo yetu huwa tunayaondoa kwa mazungumzo. Hatuwezi kuyaondoa matatizo kwa kusababisha matatizo mengine, kwamba watu waingie barabarani waseme tunaandamana. Hivi vitu kweli, kuandamana ni, ni, ni, ni sheria inaruhusu katiba inaruhusu, lakini tuangalie wakati huu tuliokuwa nao na mazingira tuliokuwa nayo, mazingira hayo yataturuhusu tutakuwa katika mazingira hayo? Kwa sababu hata hayo maandamano ya kwanza yaliyofanyika yalisemwa kwamba yatakuwa ni maandamano ya amani, lakini at the end of the day tukaona watu wakichomewa petrol station zao, vitu vikiibwa na mfano wa hayo lakini si kuzungumza haya, maana yake wale waliofanya haya, maana yake haki yao ni kuuliwa? Hapana, hatuyasemi hayo, isipokuwa tunasema hivi ni visababishi vilivyopelekea haya kuweza kuja kutokea.